Habari za kutoa upenzi watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia, na ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice hapa London. Na kwanza ni muhtasari wake. Miongoni mwa utakayoshuhudia katika habari zetu hapa Swahili Voice wiki hii: uongozi wa Becontree Heath kuanzisha kampeni ya haba na haba kwa kuchangisha pauni moja moja tu! Ndiyo, pole pole ndiyo mwendo. Tunarudi tena kwenu jumuiya East African Education Foundation na kampeni maalum ya yeah. Toa paundi moja ujenge msikiti. Na huko Afrika Mashariki mambo ni mwendo mdundo kweli kweli. Visiwani Zanzibar, mashindano makubwa ya Quran yafana, ya fana. Rais Mwinyi anogesha mashindano hayo. Aya ya kumi na sita ya sura ya Maryam. Na huko Kericho nchini Kenya, meza imegeuka ambapo kijana mmoja amla nyoka akiwa hai. Duniani kuna mambo na vijambo kwa hakika. Kwa hayo na mengineo mengi, usikose kujumuika nasi katika taarifa yetu hii ya habari hapa Swahili Voice pekee. Haya haya, sasa kumekucha, ni mwaka mpya na mambo mapya. Ndiyo, ni mambo mapya kabisa, na kampuni ya kupendwa ya Lemfi kwetu sisi. Lemfi sasa tunatoa viwango bora vya kutuma fedha nchini Tanzania, viwango ambavyo huwezi pata mahali popote pale zaidi ya hapa Lemfi pekee. Na kama hilo halitoshi, tutuna bonasi ya kibabe juu ya meza, kwani sasa unaweza kujinyakulia pauni tano papo hapo mara ya kwanza mteja mpya anapotuma kiasi cha fedha kuanzia pauni 50, au zaidi. Unangoja nini? Kuwa mjanja, kimbia na Lemfi, viwango bora kila uchao. Msomaji wako leo hii ni mimi Salma Hafidh, na kwanza ni habari za ndani. Na wakati kumi la mwisho wa Ramadhani likianza na kuashiria kumalizika kwa mwezi huo mtukufu nchini hapa na duniani kote, hebu kwa kiasi kidogo tuangazie shughuli mbalimbali za kuftarisha zilizoandaliwa na baadhi tu ya jumuiya zetu za watu wazungumzao Kiswahili nchini hapa. Mwandishi wetu Sheikh Amuri Musema ndiye hasa kinara wa ripoti hii, na hapa anatujuza. Hatimaye mwezi mtukufu wa Ramadhani unamalizika na kumi la mwisho linatajwa kuwa ni la baraka na heri tele. Kwa kutambua hilo, Swahili Voice iliamua kupita na kunusa shughuli mbili au tatu za hapa na pale na kuangalia na kuhudhuria hafla za futari zilizofanyika maeneo mbalimbali nchini na nje ya nchi. Tuanze na Silau ambako balozi Mbelwa Kairuki alitarajiwa kuhudhuria hafla ya futari hiyo na wanajumuiya wa huko, lakini kwa bahati mbaya au nzuri alipata dharura na hatimaye hakuweza kuweza kuhudhuria hata hivyo, ada ya mja unena, muungwana ni kitendo. Kukosekana kwa balozi kuliwezesha kuwakilishwa na baadhi ya maafisa wake aliwatuma kumwakilisha, na kwa hakika shughuli hii ilinoga kwa uwepo wao. <tipos>

Kule Birmingham mwandishi wetu Musa Ramadhani Mango alijikuta akiwa na hekaheka heka nzito za kufuturisha watu mbalimbali mbali katika jumuiya yake. Katika mkusanyiko huo wa futari uliofanyika huko West Midland, mambo yalikuwa mazuri na yalinoga kwelikweli namna hii, na hapa ni miongoni mwa wadau waliohudhuria hafla hiyo, na anasema kweli. Walillahilhamdu, tuna kila sababu ya kushukuru sana. Ni faraja kubwa sana kuona kama uongozi tumefanikiwa tena kwa mara nyingine tena uweza kuwashajisha vizuri kuwaita vizuri wanajumuia wetu katika ghafla yetu ya futari ya kijumuia ambayo alhamdulillah imekwenda vizuri. Wanajumuia wameitikia vizuri, wamejitokeza vizuri, tumejumuika vizuri, futari imekwenda vizuri, walillahi lhamdu. Shughuli yetu kwa ujumla mara hii imefana zaidi, na kwa, kwa niaba ya uongozi naomba nichukue nafasi hii kutoa shukurani, shukurani zetu za dhati kwa wanajumuia wetu, wakazi wetu wa Midlands kwa kutunga mkono kwa hili. Haswa, haswa. Upande wa kina mama, kwa kuchukua muda wao. E, kugharamika kututaarishia vitamu vya kina mama. Futari ilikuwa nzuri mno jamani, asanteni sana. Huko Leeds nako taasisi ya Youth Support imefanya futari ya umma jioni hii, na kabla ya hapo taasisi ya Youth Support ya huko Leeds ilinyoosha mkono wake hadi visiwani Zanzibar ambako ilifanikisha zoezi la kugawa futari kwa wanakijiji wa kisiwa cha Uzi na wakazi wa Unguja ambapo zaidi ya familia mia tisa ziliweza kunufaika na zoezi hilo la tukufu. Taarifa ya mwandishi mwenza aliyoko Leeds Bwana Saleh Siddiq zinatujuza kuwa mbali na misaada hiyo, taasisi ya youth support na nyingi nyinginezo za hapa Uingereza zinakusudia kuongeza nguvu ya kutoa sadaka na kufuturisha katika masiku machache yaliyobaki. Wiki hii pia inamalizika msikiti mama wa jumuiya ya Waswahili nchini Uingereza, msikiti wa Alnur uliopo Barking ambapo mwishoni mwa wiki hii waliandaa futari kubwa ambayo kwa hakika ilifana kweli kweli. No, no, no. <laughs>

Nikiripoti ni mimi Amuri msema Swahili Voice. Baada ya mkwamo mdogo wa fedha za kumalizia jengo la msikiti wa Becontree Heath kukwamisha dhamira ya wanajumuiya hao kufanya ibada zao katika jengo hilo mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kushindikana Uongozi wa msikiti huo umezindua rasmi kampeni ya changia pauni moja ili kutunisha mfuko wao na kukamilisha ujenzi huo. Dr. Mohamed Zahran anasujuza zaidi. Kimoja ambacho vile vile katika kuaddress hii issue ya ya funding. Tumeanzisha, uh, process ya fundraising kwenye launchpad. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na tuna special campaign ambayo tunaita Ramadan fundraising campaign kupitia platform ya launch good. Kwa hivyo kuna watu ambao wanachangisha pesa on behalf of the masjid na community center yetu, lakini tarehe ishirini na mbili mwezi huu tutakuwa na campaign special ambayo tunaita donate one pound. Siku hiyo tutawaomba wasikilizaji wetu, wanachama wetu wa ndani na nje ya nchi wachangie paundi moja tu. Hiki ni kiwango kidogo sana ambacho tunatumai wengi wetu tunao uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hivyo, tunaomba wasikilizaji, itakapotoka hii information waitikie na waweze kuwa inform ndugu na jamaa na marafiki, ili tushirikiane kupata maximum benefit out of this campaign. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi wa wasikilizaji wa Swahili Voice, tunarudi tena kwenu Jumuiya East African Education Foundation na kampeni maalum ya toa poundi moja ujenge msikiti. Kampeni hii itaanza kesho siku ya Jumamosi tarehe 22 mwezi wa 3 2025, saa 5 za usiku kwa kutumia link ambayo tutaituma saa hizo, na kampeni hii ni ya masaa 24 na itakamilika tarehe 23, yani Jumapili saa 5 za usiku mwezi wa 3 2025. Tafadhali toa poundi moja usaidie ujenzi wa msikiti. Lengo letu ni kurais paundi elfu tano. Kwa hivyo tunakuomba utakapopata linki hii isambaze kwa kontakti zako wote, ili nao waweze kuchangia inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie tufanye hivyo na atupe malipo makubwa katika siku hizi tukufu za mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hasa katika hizi siku kumi za mwisho ambazo malipo yake ni makubwa na ikisadif hasa katika siku ya lailatul qadri, tunatoa shukrani nyingi sana na Mwenyezi Mungu atukutanishe katika pepo za Firdaus, amin rabbil alamin. Na sasa tumalizie habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondoza habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema kuwa Rais wa Urusi Vladimir Putin atavunja mkataba wa amani na Ukraine ikiwa hautalindwa. Akizungumza baada ya mkutano na viongozi wa kijeshi mjini London, alisisitiza kuwa makubaliano yoyote ya kusitisha mapigano yatadumu tu ikiwa kutakuwa na mipango ya kiusalama. Katika mkutano huo wa siri uliowakutanisha wawakilishi wa zaidi ya nchi 20 walijadili uwezekano wa kupeleka vikosi vya kijeshi ili kuhakikisha usalama wa Ukraine. Starmer aliongeza kuwa Uingereza na washirika wake wanapanga hatua wa za kijeshi kabla ya makubaliano kufikiwa ili kuzuia Urusi kuvunja mkataba. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Vladimir Zelenski akiwa nchini Norway alisema Urusi inapaswa kuacha madai yasiyo na msingi yanayoendelea kuchelewesha vita. Mazungumzo kati ya Trump, Putin na Zelenski hayajazaa matunda yoyote. Huku maafisa wa Ukraine wakitarajiwa kukutana na wenzao wa Marekani nchini Saudi Arabia wiki ijayo. Waziri mkuu wa zamani wa Scotland Nicola Sturgeon amepewa nafuu baada ya kuthibitishwa kuwa hatakabiliwa tena na hatua yoyote ya kisheria kufuatia uchunguzi wa polisi wa Scotland kuhusu sakata la fedha za SNP. Mume wake wa zamani Peter Miro, amefikishwa mahakamani kwa ubadhirifu wa fedha huku aliyekuwa mweka hazina wa SNP Colin Beattie akiondolewa kwenye uchunguzi. Sturgeon alisema ametiseka kwa miaka miwili, lakini alisisitiza hana kosa. Uchunguzi wa Operation Branchform uliochukua miaka minne ulijumuisha upekuzi wa ofisi za SNP na nyumba yake. Waziri wa kwanza John Swinney, alisema uchunguzi huu umeathiri SNP huku Starjon akitangaza kuwa ataachia nafasi yake kama MSP mwaka 2025. Mwanamke mmoja Libby Vernon mwenye umri wa miaka 23 kutoka Staffordshire amehukumiwa kifungo cha miezi sita jela na kupewa amri ya kutoonana na mwaathiriwa wake kwa miaka miwili baada ya kumdanganya mwanamume kuwa walikuwa wakitarajia watoto mapacha kwa kipindi cha miezi 13 Vernon alitunga hadithi za uongo kuhusu maisha yake, akidai kuwa ni mmiliki wa biashara, ana nyumba yake na ana ujauzito wa mapacha. Aliendeleza uongo wake kwa kufanya sherehe ya kufichua jinsia ya watoto kwa kupasua puto zilizojazwa na konfeti. Ukweli ulibainika baada ya skani hospitalini kuonyesha kuwa hakuwa na ujauzito bali alivaa tumbo bandia. Mahakama ilisema alimsababishia mwathiriwa maumivu makubwa ya kihisia, akimfanya ombolezi wa watoto ambao hawakuwahi kuwepo. Tumalizie habari za ndani wiki hii huko Birmingham, ambako taarifa zinasema maisha ya kila siku jijini huko yamekuwa magumu kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa usafi, huku mifuko ya taka ikizidi kujaa mitaani mgogoro wa malipo kati ya wafanyakazi na baraza la jiji umesababisha kuenea kwa panya, mende na mbweha wakirarua taka. Wakazi wanasema kuwa harufu ya taka inazidi kuwa mbaya, huku baadhi wakihofia watoto wao kuumwa na panya. Wakazi kama Matthew House na Dan O'Brien wameona panya wakiwa wamekufa barabarani kampuni za kudhibiti wadudu zimeripoti ongezeko la asilimia 75 la wito wa msaada, huku mgogoro huo ukitarajiwa kuendelea hadi majira ya joto bila suluhisho la haya haya. Sasa kumekucha, ni mwaka mpya na mambo mapya. Ndiyo, ni mambo mapya kabisa, na kampuni ya kupendwa ya Lemfi kwetu sisi Lemfi. Sasa tunatoa viwango bora vya kutuma fedha nchini Tanzania, viwango ambavyo huwezi pata mahali popote zaidi ya hapa, Lemfi pekee. Na kama hilo halitoshi, tutuna bonus ya kibabe juu ya meza, kwani sasa unaweza kujinyakulia pauni tano papo hapo, mara ya kwanza mteja mpya anapotuma kiasi cha fedha kuanzia pauni hamsini au zaidi. Unangoja nini? Kuwa mjanja kikimbia na Lemfi. Viwango bora kila uchao. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice ya hapa London na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. Visiwani Zanzibar, mashindano makubwa ya kuhifadhi Quran yamefanyika kwa ufanisi mkubwa katika viwanja vya Aman Complex na kuhudhuriwa na maelfu ya watu pamoja na mgeni rasmi wa shughuli hiyo Rais Dr. Hussein Mwinyi. Kikosi kazi cha waandishi wa Swahili Voice kilifika viwanjani hapo na kufanya mahojiano na wadau kadhaa waliohudhuria mashindano hayo, na hapa wanasema na yanaendelea vizuri, tumejifunza mengi katika mashindano ya Qurani kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengi tu amenivutia, usomaji wao wa qurani vizuri, watu wamejaa wengi, mpaka wengine wame, yani watu wa utulivu mwingi, yani alhamdulillah, watu wengi walikuwa wamejaa sehemu nyingi, wametulia, utulivu mwingi, amani, sauti tume, yani tume, wametulia kifu baada ya kuisha kumshukuru Allah na kumtakia ziada za kheri Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasalama, kama unavoona nyuma yangu watu wanavotiririka kutoka ndani ya huu uwanja, hawa watu hawajaja kucheza disco, wamekuja kusikiliza maneno matakatifu ya Mwenyezi Mungu ambayo mwenyewe ameyasifu ndani ya kitabu kutukufu cha Quran kwamba tuje tufunge na tuweze kuwa wachamungu. Hizi ni sehemu za kutafuta uchamungu, ibadat. Kwa hiyo mimi swala hili kwa kweli limenifurahisha na limefanya nifarijike, hususan kumuona kiongozi wa nchi akiwa ameshiriki nasi kwa bega kwa bega, hajatuacha mkono katika suala hili hata mara moja. <coughs> Naitwa Mwanaisha Muhammad Faki. Mashindano nimeona mazuri, nashukuru Mungu mpaka sasa. <tos> <tos> Usalama wa hapa kwenye mashindano, wananchi wapo vizuri, mpaka sasa kuna fujo tujitokeze kwa wingi kuja kuhudhuria. Ah, ujumbe mwingine wowote hamna. Ujumbe wote, kilichoivutia wananchi kujitokeza kwa wingi kuja kushiriki katika mashindano hayo. Jina langu naitwa, kwa kweli natokea Mwera. Ma, mashindano ni mazuri na kwa kweli nimeyapenda eh, kwamba yametuelimisha, yametufunza, yameonyesha, yani, ameonyesha wale walioshiriki wale wana kiwango cha juu hasa, cha kitu ambacho kimenivutia kwamba yule ambaye wale wa washindanaji wa, wa wawili wale ambao wanaulizwa maswala aya ngapi na ngapi na wakawa wanazijibu, make zile tunaziita kompyuta kwa kweli e. Hapo ndo nilikuwa nimeona pako vizuri, nimejifunza vitu vingi sana kwanza. Eh, kwanza mimi mwenyewe napenda kusoma Qurani, kwa hiyo naona eh, vile walivyokuwa kisoma wakisoma kweli, kuena inanifurahisha, sehemu za kuvuta wanavuta, sehemu za kugonga wanagonga, sehemu za eh, kulikuwa kuna mambo ya kalkal sughura mle, kalkal mle kubra eh, madwaruzul sukuni zilikuwa zinaenda vizuri. Basi mimi nilikuwa naona raha tu. Naitwa Fatima Jumausi. Mashindano ya leo ni mazuri sana. Kilichonivutia zaidi kuhifadhi Qurani kwa tashkili. Nimeondoka na zawadi ni washiriki wanangu, ili wasome Qurani kwa kizuri zaidi. Mashindano ni mazuri tu tena, sana sana sana sana. Nimefurahi sana kuyasikia, kwa sababu mi si msomaji, lakini kwa vile vigezo ambavyo vilitumika pale vya kutafuta huyu nani ashinde huyu nani ashinde, vimetumika vime ipasavyo kwa sababu kusoma ukakosea si tatizo, nimekosea ma, na, na, na mashindano yamefanyika yamefanyika vizuri, ya tu hukumu zimetumika vizuri na pamoja na yote. Unaona? watu wanalalamika Zanzibar, ndio kwa sababu wao wameshindwa kutumia hukumu. Uh, kwa jina naitwa Hasanati Ngwali Suleiman natokea Chumbuni. Uh, mashindano yameenda vizuri alhamdulillah, tumeona na kutokana na hali hii ya washiriki hivi kushiriki haya mashindano, kwa sababu Qur'ani ni kitu ki, ni kitu kigumu kwa kuhifadhi Ah, kwa hili tunawaomba viongozi waongeze jitihada zaidi ya kuwapa zawadi zaidi ya kuliko hicho alichokitoa leo, kwa sababu Qurani juzu 30, si kidogo. Mi mwenyewe na, natamani niwe nimezihifadhi lakini nimeshindwa kutokana na hichi kitu ni kigumu, lakini inshaallah Mwenyezi Mungu atanifanyia wepesi nitaihifadhi. Kwa hiyo tunaomba viongozi wetu wajitahidi katika kuzitoa hizi zawadi ziwe kubwa kidogo zaidi ya hapa inshallah bin Hamed bin Halifa ni mwalimu wa madrasa, na mimi napenda sana kusoma Qur'ani na inshallah Allah mwakani, inshallah na nataka nije niingie nami kwenye mashindano haya ya Qur'ani inshallah. Mashindano yameenda vizuri, hapajaharibika kitu ta kidogo, yameenda vizuri sana. Mkazi wa Mferesini. Mashindano ni mazuri kwa kweli, wananchi wameitikia wito kwa vizuri, kwa sababu matangazo yametoka tu sana na watu wakafurahia, na kutokana na imani za walizojaliwa na waluasi bwana watano kwa, kwa hiyo tukaweza kufika na mimi moja hapo nikashiriki kufika hapa eh, mapema tu watu wamefika. Kwa hiyo hili tunalishukuru sana. Vilevile vile mashindano yetu yamekwenda eh, kama alivyotarajia Allah subhanahu wa ta'ala kuyapanga kwa kwake, na nani uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala aliufanya. Kwa hiyo ni mazuri kwa kweli, na na mimi natamani natamani kama niwe miongoni mwao kama japo kwamba ni shakuwa mtu mzima shakuwa mkubwa, lakini na mimi natamani juu ya ukubwangu, sababu elimu tumeambiwa eh, uifate mpaka China na haizeeki elimu, kwa hiyo <coughs> na hili na, na mimi nalitamani sana, naam. Hayo ni baadhi tu ya maoni ya wadau waliohudhuria mashindano hayo ya Quran huko Zanzibar. Kwa niaba ya Swahili Voice tunawashukuru nyote kwa pamoja, na tunampongeza Rais Dr. Hussein Mwinyi kwa kufanikisha mashindano hayo kwa ufanisi mkubwa. Nchini Kenya, tunazo taarifa za kuogofya kidogo, ambapo tunaarifiwa kuwa familia moja katika eneo la Litein, jimbo la Kericho, imeachwa na mshangao mkubwa wiki hii baada ya mtoto wao mwenye umri wa miaka 15 kumtafuna nyoka wa kijani akiwa hai. Mwandishi wetu mpembuzi ya kinifu nyota Suleiman. Ana mchapo mzima wa kiteweji hiki. Ni tukio la kustaajabisha ambalo limevutia hisia msetu miongoni mwa wenyeji katika eneo hili la Chemogochi, Litein, jimbo la Kericho. Kijana huyu mwenye umri wa miaka kumi na mitano anayefahamika kwa jina Amos Kitua akiamua kumtafuna nyoka wa kijani aliyemkamata akiwa hai mtoni anakouza pombe haramu. Inaarifiwa kuwa baada ya kuacha shule, kijana huyu mwenye umri mdogo aliyeamua kujitosa katika biashara ya uzaji pombe haramu ili kujikimu kimaisha. Hata hivyo anasemekana kuwadaiwa na marafiki zake kwamba endapo angemtafuna nyoka huyo, biashara yake ingenoga zaidi. Mjomba wa kijana huyo anasimulia jinsi walivyomkimbiza hospitalini baada ya kugundua kuwa sumu ya nyoka huyo ilikuwa imeanza kusambaa mwilini mwake. Huyu kijana ni ya miaka kumi na tano. Sasa alikuwa ameanzisha hiyo biashara ya kuuza chang'aa. Sasa baada alipouza chang'aa eh, huko karibu na mtoni wakaona nyoka, nyoka sasa wenye walikuwa na usia changaa ndio aliua hiyo nyoka, alafu baadaye huyo kichana akashika huyo nyoka sasa wengine wakatanganya labda hii nyoka anatumwa kwaka ndio usipate watecha ya kuhusia, ndio huyo kichana alikasirika, akashika nyoka paka nyumbani. Sasa alipofika nyumbani alikuwa ameficha nyoka, sasa huyu mama yake alipoona, eh, uh, kichana yake ameshika nyoka, ndio alianza kupika nduru, ndio watu wengi wa jirani wakasanyika huko nyumbani. Kwa mujibu wa mama mvulana huyu mtoto wake alipofika nyumbani alimwonyesha nyoka aliyekuwa amemweka kwenye mfuko wake. Hata hivyo, anasema kwamba wakati alipomwamrisha mtupe nyoka huyo, mwanaye alikaidi agizo hilo na kukimbilia mtoni alikomtafuna. Niangalia, aliweka mfuko, watu wanasema iko na nyoka kwa mfuko, nikasema hiyo ni uongo. Nikaona nikasema, madhe, wacha nitoe akadua aka nikabika nduru lakini alikimbia mpaka mtone akaenda kukula kwa mto, mtoni na kukula na kukunywa maji. Alikula tu alimaliza, na alikula, alikunywa maji. Watu anaki, anakimbia anasema woi woi woi, usishike, hospitali hii ya anaweza kuuma uma watu, usimamizi hospitali hii ya misheni ya Litein unasema kwamba haujawahi shuhudia tukio kama hili la kustaajabisha. Madaktari wanasema kwamba huenda kijana huyu alitekeleza kitendo hicho kutokana na kuathirika na pombe haramu na kwamba atapatiwa matibabu ya akili. Wakati atakapopata nafuu, nimewaomba vilevile wamshughulikie kwa upande wa akili, kwa sababu katika hospitali hii tuko na psychiatric unit, ambayo inaitwa mental Uh, health unit ambayo vilevile inashughulikia maneno ya miadharati, kwa hivyo baada ya huyu mgonjwa kupata matibabu waweze kumwangalia hu, hu, huyu mgonjwa kwa upande wa akili kupitia kwa ile unit ambayo inaitwa mental health and rehabilitation unit, ili atakapoenda nyumbani asiweze vilevile vile kurudia kisa hichi. Nikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Kericho mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, jina langu ni Nyota Suleiman. Na tumalizie habari zetu nchini Burundi ambako wiki hii wa maeneo mengi umefurahia uzinduzi wa chanjo dhidi ya gonjwa sugu la malaria. Mwandishi wetu Isido Habonimana alikuwa miongoni mwa hadhira hiyo na hapa anaripoti. Takwimu zinazotolewa na idara ya wizara ya afya inayohusika na chanjo pevi kwa kifupisho, zinaonyesha kuwa vifo vingi Burundi kusababishwa na ugonjwa wa malaria. Katika mkutano na wanahabari, Jean-Claude Bizimana Mkurugenzi wa idara hiyo alisema endapo Burundi inazidi kupambana na ugonjwa wa malaria, hatua bado ndefu. Hali hii ilifanya taifa la Burundi kuchangamkia bahati hii ya chanjo ya malaria itakayotolewa kwa watoto wa miezi sita hadi kumi na mmoja. Hii ni kutokana na kwamba malaria inaua zaidi watoto wachanga na imekuwa moja ya janga kubwa kwa binadamu nchini Burundi. Raia kwa ujumla wamepokea chanjo hiyo kwa mikono miwili huku wakitumaini kuwa vifo na msongo wa ugonjwa wa malaria vitapungua. Ni kwamba imo miongoni ma, maradhi ambayo Burundi ni kama inaathiri sana watu na kama limefanyika hilo ni vizuri, na kuwapongeza pia wale ambao waleta hayo mawazo na pia wale ambao watakaoweka kwenye vitendo, ni kuwaambia kwamba E, inabidi washughulikie malaria sawasawa na jinsi ambavyo walivyopangilia asitokee as, mambo mengine ya kama viziwizi watu kuleta fikra ambazo sio hizo, kwamba inaweza katokea hivi, oh, magonjwa sijui tiba inaweza hii chanjo inaweza kaleta mengine maradhi. Ni hilo so, so, so, so vizuri ikiwa chanjo hiyo itapewa watoto walio kati ya miezi sita na kumi na moja katika mikoa tisa chini ya mikoa kumi na minane inayoliunda taifa la Burundi. Raia wanaitaka wizara ya afya kufanya juu chini chanjo hiyo isambazwe nchini kote, hatimaye ugonjwa wa malaria upigwe vita kwenye ardhi ya Burundi. Waanze katika mikoa tisa, ni jambo la kawaida unapoanza kitu, si lazima waanzie kote, lakini kubwa ni kuweka juhudi ili baadaye ufike kote, watu wanufaike wote kwa sababu Uh, na wa, wale wa mikoa mingine ambayo haijanufaika kwa awamu ya kwanza, na wao ni watoto kama raia wengine wa Burundi. Lakini kubwa zaidi ni kuweka mika, mipango mikakati, ili baadaye wafike kote, watoto wanufaike na chanjo ya malaria. Pamoja na hayo, raia wanaomba chanjo hii ikaguliwe kwa kina, kusitokee madhara kutokana na utoaji wa chanjo yenyewe. Wizara ya afya inawatuliza nyoyo raia kwamba chanjo ya malaria ilikaguliwa zaidi na shirika la afya duniani WHO na kwamba hakuna matatizo. Utoaji wa chanjo ya malaria nchini Burundi ulizinduliwa rasmi mapema tarehe kumi na saba Machi mkoani Bubanza. Burundi inakuwa nchi ya kumi na nane barani Afrika kutoa chanjo ya malaria. Nikiripoti kutoka jijini Bujumbura nchini Burundi, mimi ni Izidori Habudimana wa Swahili Voice. Haya, haya sasa, kumekucha ni mwaka mpya na mambo mapya. Ndiyo, ni mambo mapya kabisa na kampuni yako pendwa ya Lemfi. Kwetu sisi Lemfi, sasa tunatoa viwango bora vya kutuma fedha nchini Tanzania, viwango ambavyo huwezi pata mahali popote pale zaidi ya hapa Lemfi pekee. Na kama hilo halitoshi, tu tuna bonasi ya kibabe juu ya meza, kwani sasa unaweza kujinyakulia pauni tano papo hapo mara ya kwanza, mteja mpya anapotuma kiasi cha fedha kuanzia pauni hamsini au zaidi. Unangoja nini? Kuwa mjanja kikimbia na Lemfi, viwango bora kila uchao. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbusha kusubscribe katika chaneli yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Komenti zote zitaajibiwa, na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice, na watakieni wikendi njema. Alamsiki. <tri>